Hey, mambo vipi, karibu sana katika YouTube channel yangu. Kama unavyoona leo ni video ya kwanza kabisa katika playlist hii ya kujifunza MySQL kuweza kujifunza kutengeneza database, kutengeneza query mbali mbalimbali na kuweza ku store, ku manage, ku retrieve, ku manipulate data zetu ambazo tutakuwa tunazihifadhi katika tables ndani ya hizo database ambazo tutazitengeneza. So, kama unahitaji kujifunza MySQL unahitaji kujifunza masuala mazima ya database, basi playlist hii inakufaa na ni vizuri kuweza kufuata mfululizo huu wa video ambazo zitakuwa zikija moja baada ya nyingine, tukiwa tunajifunza hatua kwa hatua. So leo kikubwa ambacho tutaangalia ni utangulizi, MySQL ni kitu gani? So katika vitu ambavyo tutajifunza leo ikiwemo ni nini MySQL, utofauti uliopo baina ya MySQL na SQL watu wamekuwa wakichanganya hapo, wanashindwa kutofautisha. Lakini pia kwa nini MySQL ni RDBMS maarufu sana na imekuwa ikitumika sana duniani. Tutaweza kuona wapi MySQL inatumika katika maisha yetu halisia kabisa, tutaona mifano mbalimbali mbali, leo katika video hii. Lakini vile vile kwa nini tunajifunza MySQL na kwanini, kwa nini tukaambiwa kuwa ni muhimu hivi sasa kwa watu kuweza kujifunza hususan, kwa sisi ambao tumejikita katika masuala mazima ya development, kutengeneza mifumo mbalimbali ambayo yanahitaji database na yamekuwa yakifanya kazi na data. Lakini vile vile video hii leo tutaangalia na kuweza kuelewa kuhusiana na relational database. So leo hatutoingia kuweza kufanya ku practice kuweza kutengeneza table na mambo kama hayo ambayo watu wengi wamekuwa wakikimbilia huko. Leo kwanza katika video hii tutapeana ule utangulizi, maelezo kidogo tuweze kufahamu hivi vitu, kabla ya kuingia ndani zaidi. So tukianza na what is MySQL, MySQL ni kitu gani? MySQL ni open source relational database management system ambayo ina uses SQL, kirefu chake SQL ni structured query language to store manage, retrieve, and manipulate data. Kwa hiyo MySQL sio kingine, just ni open source relational database management system. Hii RDBMS zipo nyingi tofauti tofauti, lakini sisi tumeamua kuanza na hii MySQL ambayo inatumia sasa SQL. Hii ni structured query language, ni language kama zilivyo programming language nyingine, lakini hii ipo tofauti kidogo, imebase katika masuala mazima ya kuinteract na data kutengeneza query mbalimbali mbali, za kuweza ku retrieve a kuhifadhi kufanya kazi na data katika database so tutakwenda kuona tutakapoingia katika hiyo application yetu ambayo tutaitumia ya MySQL jinsi gani ambavyo tunatumia hii SQL. Kwa hiyo SQL imo ndani ya MySQL. Okay, tutaitumia kuweza kuhifadhi data zetu, kutengeneza tables katika database, kuweka data ku retrieve, kuvuta zile data kuweza kufanya kazi na zile data kama kuzi update, kubadilisha na vitu kama hivyo. So unaweza kufikiria MySQL kama ni smart filing cabinet ambapo una uwezo wa kustore huge amounts of data kwa mfano customer records, upo na duka lako unahitaji kuhifadhi uh, rekodi za wateja wako. Unaweza ukatumia MySQL ukaweza kufanya hivyo, ukatengeneza database ukatengeneza table ya customer na ukaweza kurekodi pale hizo data zao, na ikakurahisishia wewe, muda wowote ambapo unahitaji kuweza kupata data ya customer fulani, kwa haraka zaidi unaoweza kuipata kwa kupitia SQL. Just kwa kuandika tu query zako na ukaweza kuvuta zile data kama unahitaji kubadilisha na kufanya mambo mengine ambayo tutakwenda kuyaona tutakapoingia ndani zaidi kwenda kujifunza jinsi ya kutumia hii SQL katika MySQL. Okay? So ukiachilia nini SQL na nini MySQL nadhani umeweza kupata picha kidogo. Tuangalie hili neno relational linamaanisha nini. Utakuwa ukilisikia sana hili. Neno hili linamaanisha zile data ambazo tunazihifadhi katika tables zinakuwa zina relate, zina uhusiano kati ya hizo data. Do, hili neno relational linamaanisha kitu hiko. So ni kama vile katika Excel sheet, lakini huku iko more advanced kidogo. Okay, so mfano upo na table ya customer, upo na table ya orders. Kwa hiyo unakuta zina relate hizi table zako, zile data zitarelate ukiangalia each order, kila order, imekuwa linked na customer fulani. Kwa hiyo kila order kuna customer ambaye ameweka hiyo order. Kwa hiyo zile table zako zinakuwa zina uhusiano so utakwenda kunielewa vizuri zaidi tukapoanza kutengeneza hizo table katika database zetu na kuona jinsi ambavyo tunaweka hizo hizo relationship baina ya hizo table zetu na kuona zinavyohusiana, lakini pia wacha tuangalie why? tunatumia MySQL. Kuna sababu za sisi kuweza kutumia MySQL. Ndiyo ya kwanza ni free and open source, ya pili ni fast and powerful, ya tatu ni cross platform, widely supported, compatible with PHP Python, Java, node.js. Okay, so tumesema ya kwanza ni free and open source kwa hiyo hii ni free kabisa, mtu yoyote anaweza kudownload kama sisi tulivyofanya, tumedownload, tumeoneshana jinsi ya kudownload na kuinstall, free kabisa, hatua zote na wanatumia bila ya tatizo lolote. Kwa hiyo ni nzuri kwa wanafunzi kuweza kuanza kujifunza na kuitumia, developers, startups mbalimbali mbali, wamekuwa wakitumia hii MySQL. Kwa hiyo ni miongoni mwa kwanini tunatumia MySQL, faida moja wake ni hiyo, lakini pia kuna fast, And powerful tunakuta ina uwezo wa kuhandle large data kwa ufanisi mkubwa. Miongoni mwa sifa yake, cross platform, inafanya kazi kwa wale watumiaji wa window, unaweza kutumia MySQL wa Linux unaweza kutumia macOS pia, wana uwezo wa kutumia MySQL na ndio maana imekuwa maarufu sana, imekuwa ikitumika sana lakini, pia world supported, ina support WordPress, Facebook, YouTube, and many other. Pia compatible with PHP language mbalimbali, imekuwa ikitumika MySQL kuweza kuinteract na hizo language ku retrieve data na vitu kama hivyo, kuunganisha na zile query, tutaenda kuona na sisi itakapoanza sasa kuingia ndani zaidi na kuinteract na zile programming language nyingine. Lakini ukiachilia kwa nini tunatumia MySQL tuangalie sasa wapi MySQL inatumika katika maisha yetu ya kila siku. Kwanza, katika masuala ya website na blogs. Kama wewe ni mtengenezaji wa site na blogs mbalimbali mbali, mfano unatumia WordPress kuweza kutengeneza site zako, basi tayari MySQL inatumika huko. Lakini e-commerce stores, katika hizo site za e-commerce ama applications za e-commerce pia tunatumia MySQL kuweza ku manage product orders, uh, customers, ERPs and the CRMs. Zote hizi ni mifano ya mifumo ambayo inatumia pia uh, MySQL, mobile apps backend databases tunatumia MySQL kuweza kuandaa kutengeneza government and education system. Takriban ukiangalia hapa, MySQL imekuwa ikitumika kwa kiwango kikubwa sana katika mifumo mbali mbali. So tutakwenda kujifunza na sisi pia kuweza kuitumia kuweza kuingiliana na hivyo vitu, kama kutengeneza website na kuunganisha na database yetu, tukiwa tunatumia MySQL, tutaweza kuona vitu vyote hivyo. Lakini why, kwa nini tunajifunza MySQL? E, eh, sababu nadhani hadi kufika hapa tayari wewe mwenyewe utakuwa umeshaiona. Kwanza ni career opportunities, kuna fursa katika uh, career ambazo tunakuwa tunachukua. Let's say wewe unahitaji kuwa backend developer, basi MySQL inaweza kuwa sababu pia kukuongezea credit katika kupata nafasi, lakini vile vile kwa upande wa data analyst, unaweza kutumia MySQL pia ukaweza kupata fursa ya kuweza kujiajiri ama hata Kuajiriwa katika makampuni makubwa tu. Interviews, SQL ni moja ya language ambayo inatumika sana katika interview, lakini pia freelance gigs, business ndogo ndogondogo nyingi zinatumia MySQL. Kwa hiyo unaona hapo umuhimu uliopo, lakini vile vile katika masuala ya teaching na YouTube, una uwezo wa ku ku explain na ku build tutorial from beginner to pro, kama hii ambayo mimi naandaa hapa kwa kuweza kufundisha Eh, MySQL kufundisha database na vitu kama hivyo, automation pia. Tutaweza kuona automation ni kitu gani, lakini vile vile you will learn how to store and manipulate data for your project kwa kupitia MySQL. So achana na kwa nini tunatakiwa tujifunze na MySQL, sasa nikuoneshe tu namna gani ya kuweza kutamka. Muda mwingine watu wamekuwa wakitamka vibaya hii MySQL. So kuna njia mbili za kuweza kutamka. Ya kwanza ambayo ni common maarufu ni hii MySQL ndivyo ambavyo inatamkwa, na ya pili ambayo pia ni sahihi, ukisikia mtu anaita hivyo hajakosea, ni MySQL okay? Utasikia kuna wengine wanaita hivyo, so yote hiyo ni miongoni tu mwa pronunciation ambayo inatumika katika kutamka hili neno MySQL. So wanaweza kuchagua ambayo imekupendezesha ukaweza okay, kwenda nayo, lakini hii ndio SQL. Na tumalizie mwisho kabisa wa video hii, natumai umeweza kujifunza japo ni vitu vichache, lakini umeweza kupata picha kidogo ya kile ambacho tunakwenda kujifunza. So MySQL tumeangalia, tumeona ni software ambayo inakwenda ku manage database kwa kupitia hii SQL. SQL ni nini? Tumeona ni language inayotumika kuweza kuingiliana, kuinteract na MySQL. Katika kucheza na zile data ambazo tunazitengeneza katika database yetu katika eh, tables ambazo tunaziweka, tutaenda kuona tutakapoanza kufanya hivyo kwa vitendo. RDBMS tumeona ni zile uh, program ambazo zina store data ambazo zipo related zile tables zake kama hii MySQL. Use cases mfano hizo web apps uh, blogs, mobile apps na nyinginezo tumeweza kuziona eh, katika video hii MySQL inapotumika, lakini why tunajifunza? Umesema kwa sababu ya career opportunities, skills, automation, masuala ya ufundishaji na vitu kama hivyo. So tuishie hapo, usikose video ambayo inafuata. Tutakuja kuingia kiundani na kuangalia mwendelezo wa hiki ambacho tumekianza leo katika video hii. Asante sana, like video hii, usiache kusubscribe, tukutane katika video ijayo.